mchezo mwingine mgumu mchezo wa away dhidi ya JS Kabylie na ugumu wa mchezo umeongezwa na matokeo ambayo tu, wameyapata JS Kabylie kwenye mchezo wa kwanza baada ya kufungwa goli nne na ali bila shaka watakuja na nguvu kubwa kwenye mchezo wao nyumbani waweze kupata matokeo mazuri kwenye kundi. Hiyo dhamira yao ya nguvu kubwa kushinda ndio dhamira ya Young Africans vile vile. Jambo la kuhakishia mashabiki wanachama wa klabu yetu tunakwenda kupambana, kundi ni gumu, tunakwenda kupambana. Mwenyezi Mungu watujalia inshallah. Kuna pressure yoyote kwa sababu inaonekana ili yeah. Kundi kila mechi ni pressure. Hata tuliocheza New Aman Complex ilikuwa na pressure, na hii tunakwenda away na pressure, ila hii pressure yake imeongezeka kwa sababu sisi tunataka zaidi, z wanataka ushindi wa kwanza. mm-hmm. Kwa hiyo mechi haitakuwa nyepesi, tunakwenda kutoa mechi nzuri Algeria. Sana kwenda Algeria. Hmm. Labda focus nini? Ni mazingira ya hali ya hewa Algeria, ukiangalia sasa hivi baridi ni kali sana kwa lazima nga tupate siku tatu ili kuwe na adaptation ya wachezaji mili yao na hali ya hewa. Kwa hiyo hakuna sababu nyingine zaidi. No Tutu, ha, tunajivunia baada ya kwenda robo fainali, hatuwezi kujivunia ushindi mmoja. Hmm. Anaendelea kushusha vitu tuwe na subira.